Hawa mnawaona vijana wenzangu ndio walonipa idhini ya kuwaongoza kwa muda huu wa miaka mitano, sasa kwa nafasi hiyo na kuwa mjumbe wa Kamati Kuu, na katika kikao hicho kina wajumbe 24. Mimi ndio mdogo kuliko wote, na kikao hicho kinaongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kazi yangu mimi kwenye kikao hicho ni kwenda kuwatetea vijana, kusema maslahi ya vijana, kusimama na vijana wote wa Tanzania pasi na kujali vyama vya kisiasa, hata kama ni mwenyekiti wa kutoka kwenye chama cha kisiasa. Ni sababu ya pili ya ziara yangu hii, kwa kuwa mimi ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi ziara yangu ina malengo na makusudio ya kuwahamasisha vijana kujitokeza kwa wingi katika mambo makubwa mawili. La kwanza kwenda kuchagua viongozi watakaoweza kutuletea ama kutusaidia na kututetea kuleta maendeleo katika jamii yetu, lakini la pili, kwa kuwa mimi ni mwenyekiti wa vijana na nasimamia maslahi ya vijana, kuja kuwahimiza vijana mjitokeze kwa wingi kwenda kuwania ama kugombea nafasi mbalimbali wakati wa uchaguzi na mimi kama mwenyekiti wenu nimeshaahidi mara nyingi, niko hapa kuhakikisha na linda maslahi ya vijana. Kwa hiyo niwatie hamasa vijana wenzangu, hamasa na vijana wengineo uliokwepo nje, bodaboda, bajaji, mama ntilie na vijana wengineo katika kada mbalimbali, tusiache kujitokeza kwa wingi kwenda kuwania ama kugombea katika uchaguzi huu wa na haki hii imetajwa kikanuni na kikatiba katika chama chetu. Kwa hiyo niwatie shime vijana wenzangu kujitokeza katika mchakato huu. Mwisho tena kwa umuhimu, ziara hii sio tu ziara ya mwenyekiti, bali ziara hii ni ziara ya kamati ya utekelezaji ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Vijana wa mkoa wa Geita, vijana wa wilaya ya Nyangwale, tuko tayari kumtumikia, tuko tayari kumpambania na kuhakikisha anarudi kwenye, kwenye nafasi ya urais wa muungano wa Tanzania. Mwenyekiti, sisi vijana wa mkoa wa Geita na wilaya Nyang'wale tuko tayari kwa uchaguzi. Tunasubiria wakati ufike twende tukapige kura za kishindo, lakini nitumie nafasi hii mwenyekiti kusema tarehe moja mwezi wa tano mpaka tarehe saba mwezi wa tano kuna zoezi tena la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Niwahamasishe vijana wenzangu, wananchi wa Nyang'wale, tujitokeze kwa wingi kwenda kuboresha taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la wapiga kura.